Kumbukizi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere imetukuta tukiwa tuko katika wiki hii ya siku ya chakula duniani. Ni miaka 26 toka kifo cha Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kitokee tarehe kumi na nne mwezi wa kumi 1999. Na ukitaka kumzungumzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pengine unahitaji siku nzima kabisa ya kuelezea mambo yake, mambo ambayo ameyafanya katika nchi yetu, katika taifa letu, lakini katika dunia. Tunamtambua kama rais wa kwanza, tunamtambua kama baba wa taifa hili kutokana na mambo makubwa ambayo aliyafanya hayati baba wa taifa. Baba wa taifa aliongoza nchi hii tokea imeungana 64 mpaka 1985. Ni viongozi wachache sana ambao wanakaa madarakani kwa muda mrefu na wakiwa wanapendwa na watu wanaamua kutoka kwa hiari yao. Aliamua kwa hiari yake yeye mwenyewe kutoka madarakani na alitumia neno na ng'atuka, wananchi wakiwa bado wanampenda. Tutamkumbuka baba wa taifa kwa sera zake za kujali utu, kazi na utu. E, tutamkumbuka baba wa taifa kwa sera zake za kujali utu. Tunakumbuka wakati ule alipotangaza Azimio la Arusha alitaka watu waweze kuishi sawa, walionacho na wasionacho. Lakini tunamtambua pia kama muasisi wa Muungano, kama muasisi wa chama cha TANU na CCM. Lakini sifa nyingine kubwa ya Baba wa Taifa ni kwamba yeye alikuwa ni mwanaharakati mkubwa ambaye pia aliweza kupigania uhuru wa nchi yetu, lakini na nchi nyingine jirani lakini karibia nchi zote katika bara letu la Afrika kupigania uhuru katika nchi ya Zambia, Malawi, Botswana, Lesotho na nchi nyingine nyingi. Lakini Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pia tunaweza kusema ni mtu pekee ambaye ameandikwa katika maandiko maalumu kwamba ni mtu pekee duniani katika historia ya karne ya 21 aliyeweza kuwafanya watu wa makabila mbalimbali mbali, dini kuwa watu wa moja na akitumia Kiswahili kama lugha ya kuwaunganisha, lakini niseme tu kwamba baba wa taifa alikuwa na falsafa kuwa ya maadui watatu. Falsafa hii ambayo mpaka leo imeendelea kutumiwa na viongozi wetu, ikiwemo pia na awamu hii ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Alikuwa akiweka msisitizo kwa watoto lakini na elimu kwa watu wazima. Lakini kwa sasa hivi rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tumeona ambavyo ameweka mkazo mkubwa katika ujenzi wa miundo mbinu ya elimu katika wilaya yetu ya Tanga ameweza kufanya ujenzi mkubwa wa madarasa karibia 312. Mheshimiwa Rais mbili Mheshimiwa amekuwa ni kinara mkubwa wa kuhakikisha Tanzania nzima, kila wilaya ameweza kujenga hospitali ya wilaya, na hapa kwetu Tanga pia amejenga hospitali ya wilaya, lakini amejenga nyumba za watumishi, lakini amejenga zahanati. Tuyachukue yale yote mazuri, leo tunapokuwa tunamkumbuka Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.